Vituo vya kupiga kura e, vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili, na kwa upande wa magereza na vyuo vya mafunzo vituo vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa alasiri. Ili mtu aweze kupiga kura anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo: moja, lazima hawe amejiandikisha katika daftari la kudumu wapiga kura, hiyo ni sifa mojawapo. Na sifa muhimu mbili, ni lazima awe na kadi ya mpiga kura iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na hapa natoa wito kwamba e, wale wote waliojiandikisha lazima wahakikishe kwamba ile kadi ya mpiga kura aitunze na awe nayo, na anatakiwa aje nayo kituoni siku ya upigaji kura. Tatu, ni lazima awe katika kituo alichopangiwa kupiga kura au awe mpata kibali cha kupiga kura katika kituo cha kupiga kura tofauti na kituo alichojiandikisha, na hii ni kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne na kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo hiki ni kigezo muhimu sana cha upigaji kura na zoezi hili la, la kuomba vibali lilishafanyika e, kupitia ofisi yetu. Msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, pamoja na karani mwongoza mwongozaji na mawakala wa upigaji kura, ambaye kutokana na majukumu yake katika uchaguzi hataweza kupiga kura katika kituo alichojiandikisha, atapewa kibali maalum ambayo ni fomu namba kumi na nane cha kumwezesha kupiga kura katika kituo atakachofanyia kazi. Kwa hiyo hii yote ni katika kuhakikisha kwamba watu wote wanapiga kura siku ile ya uchaguzi. Endapo msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, karani mwongozaji na, na wakala wa upigaji kura anayehusika atapangiwa kufanya kazi kwenye kata tofauti na aliyoandikishwa hatapiga kura ya diwani. Vile vile atakayepangiwa katika jimbo tofauti, lakini hili si rahisi, kwa sababu wote kwa maana ya sisi, ukiacha wale wafanyakazi wa tume, kama atapangiwa kwenye jimbo tofauti, basi yeye hatapiga kura ya mbunge wala ya diwani, bali atapiga kura ya rais. Aidha, mgombea atapatiwa kibali maalum ambacho ni fomu namba kumi na nane ambacho kitamwezesha kupiga kura katika kituo chochote katika jimbo au kata anayogombea. Kwa hiyo kwa ujumla, huu ndio utaratibu utakaotumika katika upigaji wa kura.